Baada ya kipigo cha goli nne kwa, kwa moja, kocha mpya wa Simba atubu siwezi. Ambapo imeelezwa kwamba mchezo uliofanyika baina ya Simba Sport Club na Hilali ambao mchezo huo ulikuwa kirafiki ambapo Simba aliweza kuambulia kwa kipigo cha goli nne kwa moja. Sasa basi, imeelezwa kuwa baada ya kile kipigo cha goli nne kwa moja eh, ambacho kilifanyika kwenye mwendelezo wa maandalizi yake ya kimataifa kwa kucheza mechi ya kirafiki ya pili dhidi ya Al Hilali Odrumani ya Sudani kwenye viwanja vya Jimkana jijini Dar es Salaam, kikosi cha Simba chini ya Jimmy Pandevu ameibuka kueleza mwenendo wa timu hiyo na kueleza kuwa siwezi kubadilisha kila kitu kwa wakati mmoja, amesema Pandevu. Kwa mjibu wa meneja huyo mkuu wa klabu ya Simba Sports Club, anasema nimeona vijana wanajituma, wanaelewa kile ninachokihitaji. Niliwaambia nini nahitaji katika mechi hizi. Kwangu matokeo si kitu kwenye mechi za kirafiki, ni kuona namna gani kama timu tunacheza. Tupo sehemu nzuri, aliweza kuzungumza Pandevu wakati akielezea jinsi mchezo huo ulivyokuwa. Kocha huyo aliongeza kuwa anatambua ugumu wa mechi inayowakabili dhidi ya Esingizini Hotspurs ya Eswatini huku akieleza kuwa lengo la mechi mbili za kirafiki walizocheza ni kujenga maelewano ya kimbinu kwa wachezaji. Ameweza kufunguka kocha huyu ambaye amefunguka kwa mara ya kwanza baada ya kuongoza klabu hiyo kwa takriban kama mechi nne au tano, ambazo nyingine zilikuwa za ligi nyingine ziki, zikiwa ni za kirafiki. Ameweza kufunguka kwamba hawezi kubadilisha kila kitu kwa wakati mmoja, ila wachezaji aliowaona basi wachezaji wanaelewa na wanajua nini ambacho anatakiwa wafanye, ila kwa sasa anaendelea kujiandaa kwa kuwa mechi ambazo alikuwa anazifanya za kirafiki zinampa, eh, kuona ni nini ambacho anatakiwa akifanye. Matokeo kwake sio kitu cha muhimu sana, kwa kuwa yeye anajiandaa na mechi ambayo itakuwa ni ngumu ambayo ni ya mechi ya mtoano kuingia kwenye eh, makundi Klabu Bingwa Barani Afrika dhidi ya esingizini eh, hotspot ambayo yenyewe inatokea Eswatini huko nchi za Afrika Kusini . Hivyo kocha huyo anadai kwamba yeye alichokiona kwa wachezaji basi ni wanamwelewa na wanaelewa nini ambacho wanatakiwa kufanya. Kocha huyo ambaye aliweza kujipima kwa mechi mbili dhidi ya Al Hilal, ambapo mechi ya kwanza iliweza kutamatika kwa Simba kushinda, kushinda goli tatu kwa sifuri, lakini mechi ya pili ya marudiano dhidi ya Al Hilal waliweza kushinda Al Hilal goli nne kwa moja. Huku wengi wakiipongeza Al Hilal kwa ubora ambao ameonyesha na kudai kwamba huenda eh, ikawa ni tishio zaidi kwa hapa bara la Afrika, kwa kuwa ni timu ambayo inaonyesha inacheza vizuri licha ya kuwa hayupo yule kocha wao ambaye alikuwa nawapa jeuli, kocha Florent Ibeng ambaye aliweza kutoka na kutimkia kuna kwa klabu ya Azam FC na ndiko ambako anakipiga kwa kwa sasa, ila kwa sasa kocha huyo wa Simba ameweza kufunguka hayo kwa kudai kwamba hawezi kubadilisha kitu chochote kwenye klabu hiyo kwa sasa, watabadilika taratibu.